I promise you. Naahidi, ndani ya siku ishirini na moja ukienda kufanya hivi vitu ambavyo naenda kuvidiscuss siku hii ya leo, utaanza kuona matunda ya kuwa na furaha maishani mwako, ila pia ni safari ambayo hautatamani kuiacha. Karibuni katika another episode. This is another week, another day ya breathe. Karibuni sana karibuni sana karibuni sana nao, nataka kuenda kuongelea namna ya kupata furaha maishani Uh, to be honest, uh, out there tunakuwa tunaamini au tunakuwa tunaaminishwa ya kwamba kuwa na furaha ni kuwa na vitu especially mali, labda ukiwa na pesa sana. Na sometimes unakuwa unajiwekea, nikiwa na pesa kiasi hichi nitakuwa na furaha. Au nikiwa sina madeni au nikiwa nitakuwa na furaha. Au nikiwa na Range Rover, nitakuwa na furaha. Au nikiwa nakaa nchi hii au mtaa huu au sehemu hii, nitakuwa na furaha. Au nikipata mtu kwa wale ambao wako single, nitakuwa na furaha. Au mwingine anakuwa anajiokea kwamba labda katika ndoa ambayo haimletei amani. Nikitoka kwenye ndoa nitakuwa na furaha. Hivyo vyote ni outside look. Furaha inatoka ndani. Furaha ni effort ambayo unakuwa ni ni unafanya vitu ili viweze kukuletea furaha Furaha ni from inside. Nobody can give it to you, nothing can give it to you. Ni wewe mwenyewe kuweza kuinvest, kufanya vitu ili viweza kukuletea furaha ambayo inadumu ndani yako. Now, nina point hizi nne ambazo nataka kusisitiza na kusema kwamba honestly, I promise. Ukivifanya hivi vitu ni lazima utaanza kuona changes in few days. Kitu cha kwanza ni kumwamini Mungu, sisi ni spiritual being, hatujajiumba, hatujatokea ya tuna soul tuna spirit, kwa hiyo ni kitu ambacho ni lazima kila binadamu uh, amwamini Mungu, na uwe na muda wa kwenda kanisani na kusali. Uwe na mikakati ya kusema kwamba lazima ni naenda kwenye nyumba ya ibada na ninasali, kwa hiyo at least once a week, jiwekee muda. Siku ya Jumapili imetengwa kabisa, ni siku ya Sabato ya kwenda kumomba Mungu na kumshukuru Mungu. Kwa kitu cha kwanza, ukitaka kuwa na amani, ukitaka kuwa na furaha katika maisha yako, Nenda kanisani ili spirit yako iweze kuconnect with the higher power ambayo hatuwezi hata kuielezea to God, yeah that is Jesus Christ Number two, jifunze kuwekeza kwako, learn to to invest in yourself for self development. Again, he being tuliopewa ni bing ambayo tumepewa tuweze kuitekea, ni utu ambao ni, ni ubinadamu ambao tumepewa tuweze kutekea. Uwezi tu ukaishi tu ilimaji, unaishi hujui akili yako ikoje, hujui nafsi yako ina, inaendeleaje hujui mwili wako hutekea, yani unakuwa uh, huelewi yani, upo tu. So self-development in every area of your life kuanzia mentally, emotionally, physically, it is very important. Kama unataka kuwa na furaha katika maisha yako. Kuja mimi ni expand some more. So mentally, let's say start mentally. Mentally, jifunze mentally, kupea attention kwa akili yako. Yeah? Na hii Soma vitabu, kuna vitabu na I believe kuna so many podcasts ambazo zinaweza kukufundisha jinsi ya kutekea akili yako, mawazo yako yakoje, hmm. Uh, sometimes ukiwa na msongo wa mawazo inakuletea athari gani katika maisha yako? Kwa hiyo soma vitabu, soma podcast, tafuta professional uweze kutekea of akili yako. Hiyo ni another chance ambazo inaweza kukuletea, itakuletea I promise itakuletea furaha katika maisha yako. Ila pia emotionally, emotion ni, ni hisia usizi usipuuze hisia zako wala usizikwepe. Kuwa true kwa hisia zako, elewa emotion zako zikoje, kwa nini unakuwa na feel hivi. Labda nikiwa nimeona hiki au nikiwa nimefanya hiki au kitu mtu huyu akifanya hiki ninakuwa nina feel, especially kama hisia zinakuwa very negative, most of the time. Uwe mstari wa mbele ku, ku question. Uwe mstari wa mbele kuzifuatilia again, soma vitabu, ongea na professional, sikiliza podcast on how to deal with your emotions uweze kuzi, uh, kuzi align ziweze kuwa mstari ambao unaeleweka again, that is the way unaweza ukaleta furaha katika maisha yako. Kwa sababu gani? Unajiself develop wewe, ni mwili ambao umewekwa usiweze tu kuishi ili mradi. Tunataka furaha katika maisha yetu. So you need to take care of your mental, emotions and physic. So katika emotions hisia zako don't brush them under the carpet. Don't just ignore them. Deal with hisia zako ili uweze kupata furaha ya kweli. Na physically, Ah uh, physically ni, ni ni ni ule tu kufanya mazoezi na ni kuwa mtu ambaye unakuwa unajishughulisha. Uh, kiufupi kabisa, unapokuwa unafanya mazoezi ubongo huwa inatoa kemikali yeah. Unapokuwa uko uko fiziki, ubongo unaenda unatoa chemicals ambazo zinaitwa endorphins, na kwa Kiswahili ubongo unakuwa unatoa homoni za furaha au zinaitwa pia kemikali za kujisikia vizuri. Hiyo ni science. Kwa hiyo automatically unapokuwa ni mtu ambaye unakuwa unafanya mazoezi, kutekea ili usiumweumwe, kutekea ili chakula i kinasagika vizuri, kutekea viungo vyako visio vinaumauma visigadegande, uh, kutekea usiweze kuzeeka vibaya. At the same time ubongo unakuwa una produce kemikali ambazo ni endorphins, ambazo ni kemikali za kuleta furaha katika maisha yako, ila pia at the same time inakuwa inaleta kemikali za kuweka utulivu katika maisha yako. Na furaha ambayo ni happiness ha, haipo katika vitu like I said, wala watu, ila in what you are about to become, ni katika kazi ambayo unakuwa unaiweka ili uwe kwao, ni katika kudevelop your personality, katika kujiwekea Uh, lifestyle ya aina gani, that's how you can get furaha. Unajua katika unachokitaka in life, uh, ni lazima ukifuatilie, sindio? Chochote kile ambacho unataka in life. Ukitaka upata mtoto na labda unapata shida katika kupata mtoto, lazima uta research about it, utaenda kwa dokta, uh, kuna vyakula fulani labda utafanya, kuna mazoezi fulani utafanya, kuna um, labda mtu akikuambia nda kwenye maombi utafanya, yani utafuatilia katika kile kitu ambacho unakitaka. Kama ni degree degree fulani, utatafuta chuo, utatafuta pesa uende kuisoma hiyo degree. Kama ni, ka, ni pesa unataka, obviously utatafuta kazi. Kwa hiyo kama tunataka furaha katika maisha yetu, tuko miserable, tuko sad na somehow we don't understand, yani hatuelewi, fanya research ya namna kupata furaha. Tumeshaona furaha haipatikani katika vitu hata kwa watu ambao wana hivi vitu unasikia wako very miserable, for some of them unfortunate, unakuja kusikia tu mtu um, ame commit suicide na unashangaa, unasema huyu mtu mbona alikuwa ana pesa sana na ame commit suicide? That's, that's yani, hiyo ndio tunaelewa kwamba happiness haipo katika mali, happiness haipo katika magari, happiness ipo katika kazi ambayo unaifanya from inside, yani from inside inabidi ibubujike from inside, kwa ni investment ya kusema kwamba I'm feeding my spirit katika kumtafuta Mungu ni investment ya namba 2, ya kusema kwamba najifanyia self development ili niweze akili yangu iweze kukaa sawa, emotions zangu ziweze kukaa sawa, na my physique iweze kukaa sawa, na utakuwa una furaha. Kwa hiyo furaha haiji tu ili mradi imekuja. Mtu hawezi kukupa furaha. Ukisema kwamba nikiolewa au nikioa mtu ataniletea furaha au watoto wangu wataniletea furaha, that's not fair. Mtu yeyote hawezi kukupa furaha. At the same time, furaha haiji tuweze kusema kwamba one day uh, fingers crossed nitapata furaha. No, ni mdogo mdogo tu kidogo kidogo tu. Uh, unafanya hivi vitu vinaanza kukuletea furaha, na ukipata kitu ambacho kinafanya kazi kwako that you you feel like it's giving you furaha, andika chini and continue to practice it continuously. Usigive up, usifanye tu kwanza once. Hizi points ambazo nazisema uh, ukapata wafadhali alafu ukasema una stop no, you have to do it at least 21 days. After 21 days wanasemaga ni easier to keep that habit, so continue, continue to to do it, continue to do it. Number tatu, look for the good. Now unachokiwekea attention ndio kinachokuwa So, actively change your brain yako kuangalia mazuri katika yale mabaya usibaki tu kuangalia mabaya mabaya mabaya. Automatically, utapata negative energy, utapata ubaya ubaya ubaya ubaya. Na sio rahisi wewe kuwa na furaha. Kwa hiyo katika everything tafuta kizuri. It's easy for you kujiwekea furaha, ila at the same time katika the same point kuwa ni mtu ambaye una show gratitude. Unajua nime find out katika YouTube channel kuna so many topics, kuna so many people, watu wengi wameongelea sana kuhusu the power of gratitude. Um, if you can, and I hope you can, tafuta video za gratitude. Fanya gratitude kama unataka kuwa na furaha, unaweza ukajiwekea alamu ukasema kwamba, muda fulani naweka alamu ikilia tu, it's time for me to be grateful. Vitu vitatu tu, unashukuru. Unasema Mungu, uh, unasema tu, I'm grateful for, unaonyesha gratitude for, let's say what, I've cooked today. Unakuwa una show gratitude, nimekunywa maji au nimetembea kazini au niliwahi basi kwenda kazini au mtoto um, wangu ameenda shule amerudi salama, yani kila siku vitu hivi vitatu. Now science inasema after four days brain yako inaanza kushift from negative to positive, na inavyokuwa ina shift, furaha inaanza kububujika katika, katika moyo wako ndani mwako. Kwa hiyo fanya gratitude ila pia research inasema after 14 days mtu huwa ana experience less burnout. Burnout ni kuchoka. Yeah. Baada ya siku 14 that's two weeks. Uh, uchovu unakuwa unapungua kwa kiasi kikubwa, hiyo ni science. Na pia unakuwa unaona, unaanza kuona mazuri compared to before. Yaani before ulikuwa unaona negative negative negative unaona huyu vipi huyu nini nini nini. Lakini after 14 days unaanza kuona mazuri zaidi kuliko mabaya. Kwa hiyo this gratitude what it does to your brain, inakuwa inaifundisha brain yako kufikiri otherwise, kwa sababu ilikuwa imezoea kufikiri negative, now inaanza kufikiri positive, kwa sababu ilikuwa imeanza kufikiri lack or wishing, now inaanza ku appreciate more, and so unakuwa more happy than before. Point ya mwisho ambayo naenda kuisema na ambayo it's very close to my heart na ambayo inafanya kazi sana, sana sana sana, furaha hipo katika kumpa mtu mwingine furaha. Na waga, usually tunatakaga tupewe furaha, lakini honestly, furaha hipo katika kuinvest kugive kwa mtu mwingine, na it doesn't have to be finance. Unaweza ukatoa mda wako, unaweza ukatoa um, words uh, unaweza ukatoa kindness. Unaweza ukatoa yo, a phone call kumkumbuka mtu just mtu pe mtu mwingine furaha na you, all the time lazima itakujia maradufu. It will come back to you a hundredfold. Kuna study ilifanywa ikaonyesha kwamba Wamarekani na Waingereza huwa wakitaka kupata furaha wanapenda sana kujitreat wenyewe, kwahiyo either ataenda shopping Um, au ataenda for a meal au atawatch a movie atafanya something kwa ajili yake yeye mwenyewe, na hii science ikawa inasema kwamba ikaonyesha kwamba after that huaga these people they end up worse than before. Wakaangalia watu wa Japan na wa Taiwan, uh, watafanya vitu kwa ajili ya marafiki zao au ndugu zao, na huaga a wanaenda kujisikia, wanaenda kujisikia vizuri zaidi so mpe mtu mwingine furaha na itakuja kwako maradufu, kama ukijiwekea intention ya everyday kwenda out there kumpa mtu mwingine furaha, to do a good deed, a good deed a day, it will go a long way, you'll be the happiest person cause it does come back. Honestly, it does come back, you go out there, you don't have to spend any money, you can unaweza ukampa tu mtu a hug. Mi nishampaga nishapaga a couple people hugs na mtu tu anakushukuru, anakuambia oh, sijapata hugs siku nyingi. Au unaweza tu ukamwambia mtu nimepende, umependeza, umependeza. umependeza you know, na hajaisikia haja muda mrefu, na ukasema with meaning it, you know, it goes a long way. Umemfanya um, mtu mwingine amekuwa happy. Unavyokuwa unaiona ile happiness ya huyo mtu mwingine, na wewe automatically unafeel happy. Unapokuwa unamsaidia mtu out there, just go out there, useme one deed a day. Ni kuna wasichana na wajua na wajue, wana kikundi chao wanajiwekea wanasema kwamba they go out there to do a good, eh, one deed a day. One good deed a day. Anajua akifanya extra, that's extra. Lakini na kisha fanya anasema well that's my deed of the day, anakuwa anajiwekea kwa makusudi kabisa nifanye one good deed a day. Kwa sababu ye aim yake abubujiko ina furaha ndani yake, kwa hiyo anaweza akamvusha mtu barabara anaye struggle uh, mwingine anaweza akamona mtu ana struggle kulipia something, hana tupa hana tuseme shilingi elfu nne shilingi elfu tano akamlipia mtu chakula uh, kuna videos ambazo zinakuwa zinaonyesha huko YouTube watu wana go around paying people, wanalipia watu shopping, wanafanya shopping za vyakula then anaenda anamlipia, then huyo mtu ataanza atalia Alafu ataanza kutoa stori yake, nilikuwa sina hela, au ni hii ndo ilikuwa ni hela yangu ya mwisho, nasubiria paycheck nyingine, asante. Nakumbuka kuna huyu mwingine alikuwa analia, alikuwa na watoto wake, akawa anasema kwamba watoto wangu walikuwa wanataka kwenda park or something, um, theme park, akawa ana put money together, hazifikii hazi. Kwa hiyo katika huyu jamaa kumlipia itaenda kumfanya aweze kupeleka watoto wake kwenye theme park. Kwa hiyo One good deed a day. I honestly promise you itakuletea furaha katika maisha. mimi na sasa ma... nikakupa example. Nakumbuka i think nilikuwa na miaka kumi na tisa ishirini au ishirini na moja there about. Uh, I don't remember how nilifika pale CCBRT. Sikumbuki kama nilikuwa nampeleka mtu sikumbuki... I don't remember. All I remember is Uh, somehow nikakutana na ili kundi la watu walikuwa wamekaa nje, ni wagonjwa wengine, ni wagonjwa wengine, ni wazazi wako na watoto wao ambao ni wagonjwa. Nilivyoenda the first day nikasema ntarudi tena, nikarudi tena, nika nakumbuka, na nilivyoenda hii mara ya pili nikakutana na Baraka na mama yake. Baraka alikuwa na kichwa kikubwa sana. Kwa hiyo mwili wake ulikuwa umekaa chini, mamake alikuwa anabeba kichwa kwa hiyo I think alikuwa anakuja pale kutolewa maji na I thought Baraka was the cutest, kwa sababu nilikuwa napata furaha nikienda pale, nakaa naongea naye, alikuwa na personality. Na nikifika pale nilikuwa sina hela, sina kazi. I mean, nasoma, lakini sijui ni kitu gani kwa kinanipush kwenda pale. I guess nilikuwa nikitoka pale nafil na furaha, lakini I didn't know what was going on, but I was just doing it. I just loved, nilikuwa napenda kwenda. Kwani kumbuka huyu mama, mamake Baraka, akawa ananiambia, wao wametoka mkoani. Kumbe wengi wanaokuwa wanashinda pale na kulala pale, wanaokuwa wametoka mkoani. Kwa pale mchana wanakuwa tu ndio wanashinda, hawawezi kuwa na nyumbani. Kwa hiyo anakuwa anasema wametoka mkoani, amekuja kupata matibabu, alafu tena anarudi baada ya muda anakuja tena, mtoto anatolewa maji. And so nikawa na vyela vidogo, nampa labda soda, maji, just a few people there, that's it. Lakini ile shukrani aliyokuwa nayo you know? Um, na nilikuwa nikitoka pale, ile furaha au nikirudi tena, Baraka akiniona, nakumbuka kuna wakati nikarudiki tena, Baraka kama ameshaondoka, I felt so sad. But uh, I'm not saying this to boast, but ninasema hivi ku encourage na na ku prove ku show kwamba unapokuwa unampa mtu mwingine furaha, unapokuwa unajitolea. That's how you get furaha. It's not about getting. It's about giving. Giving always. And it doesn't have to be money. Kwa sababu mimi sikuwa na hela. Honestly, sikuwa na hela. Ndiki mpa tu hapo hela ya soda na nini that's it. Ni nimepiga naye story. Nikupe another example. Two two years ago, miaka miwili iliopita uh, tulikaa na mume wangu tukasema okay this year Christmas tunampa nani zawadi? Tukawaza tukasema okay. Wakati huu tuwape watu ambao wako single, ambao wako wenyewe wenyewe hawana familia wala nini, ndio tuwape zawadi. So tukawapa a few people Christmas presents. Na nothing fancy, sio vitu ambavyo viko expensive ni sweets, biscuits and all that, labda hand lotion etcetera. Kwa hiyo tukampa huyu baba ambaye yuko single anaishi mwenyewe for a long time, tukampa tu a box of biscuits, tukaifunga vizuri tu na card, tukampa obviously. Unapokuwa unampa zawadi mtu anakuwa anasema asante, asante, asante, asante, asante, ila after a few days huyu baba akanirudia akanambia Pam Thank you so, so, so much for, for the present. And I was like, nibiskuti tu na ulishasema asante. Akaniambia no, you don't know what it means to me. Anasema, sikumbuki mara ya mwisho kupata zawadi, tena zawadi ambayo umechukua muda wako kuifunga. Akasema hiyo siku ya Christmas, nilikuwa nimekaa chini naifungua, I was so excited and so happy Nimeifungua, nikatengeneza chai, nikala zile biskuti. Anasema sikumbuki mara ya mwisho mimi mtu kunipa zawadi imefungwa na iliyofungwa. ah! ilimpa happiness. Imagine this example mpaka leo naikumbuka, ikumbuka. Waga tunakaga na mume wangu, sometimes we remind ourselves and we are like something very small, ambayo ni kitu ambacho anaweza kukiafford you know. Lakini kwa sababu we take your time to wrap and give it to him. Akashukuru power in giving, mpe furaha mtu mwingine. Unaona mtu anakufanyia kazi, mwambie dada, nakushukuru kwa kazi nzuri unayoifanya, ajisikie, impe nguvu. Mlinzi, asante kwa kutulinda usiku, unajua ni kazi ngumu sana kukaa usiku macho, lakini upo hapa katika kutulinda. Unamlipa, yes, toa hiyo negativity, toa hiyo, look at the positive side. Mshukuru, mpe ajisikie vizuri, mpe nguvu, and it will do something to you. Unamuona somebody out there working so hard, machinga nani, mwambia, endelea na kazi mkuu, unafanya kazi nzuri, Mungu atakubariki na atakuinua, kazi yako itakuwa zaidi. Mpe furaha mtu. Unajua, uwezi ukakosa one good deed a day, uwezi ukakosa. Hata kama hautatoka ndani ya nyumba siku hiyo unaweza ukapiga simu na ukamwambia mtu kitu kizuri. fanya a e good deed, four points. I promise you, kama ukianza kuzi practice within four days utaona a change, within 21 days utaona furaha ikibubujika na don't stop there, continue to do that that continue to do that kidogo kidogo kidogo, make it a habit kwa sababu once you stop, then utaanza kuwa miserable. So endelea. Furaha ni safari Tumejua kwamba it's not just a feeling, it's not something ambayo mtu anaweza kagive it to you, nobody can give it to you, but ni wewe kufanyia kazi vitu vidogo vidogo viweze kukuletea furaha. Namba moja, nimesema ni mwamini Mungu, naenda katika ibada, kabidhi spirit yako iende, rudi kwa muumba na ile connection uweze kupata happiness namba invest in yourself self develop yourself take care of this thing maintain it your mind your, your soul your spirit you know and take care of your physique yeah and number tatu as well onyesha gratefulness kuwa grateful kuwa positive angalia for the good and last but not least give happiness um, give back yeah mpe mtu mwingine furaha